Karibu kwenye chaneli yetu hii ya Daily Life TZ. Kama ni mara yako ya kwanza, tunaomba usubscribe hapo, ili uwe wa kwanza kutazama video zetu kila siku. Leo tunaenda kuangalia mashine ya low budget. Ya, karibuni kwenye chaneli yetu, kama kawaida yetu, leo tuko site. He, na kazi inaonekana kama hii kama tunavyoona hapa, hiki ni kinu chetu cha kukoboa. Tuna hii mota yetu, ni horsepower kumi na tano. Tuna kinu chetu hiki cha rola moja. He, pia tuna mota yetu hii hapa, hii ni horsepower ishirini kwa ajili ya kinu chetu hiki cha kusaga mm-hmm, ambacho ni namba hamsini. Kwa hiyo yu... tukija kwenye Main switch. Tuna hii main switch japo ni ya zamani, e, hii ni low budget. Kwa hiyo tuna circuit breaker yetu hapo, tuna hiyo taa zetu za kuonyesha voltage, tuna starter yetu hii ya upande wa kusaga, alafu pia tuna starter yetu hii hapa upande wa kukoboa. kwa hiyo yu... Kwa hiyo hii ni mashine ya low budget. Kwa hiyo yeyote anaweza akafanya kitu kama hiki. Kwa hiyo karibuni sana kwa ushauri, kwa maoni na kila kitu. Asanteni, tukutane kwenye video nyingine. Usisite kusubscribe hapo.